Hujambo mpenzi msikilizaji, karibu kwenye kipindi hiki cha leo. Kwenye kipindi hiki tutaangazia methali na maana zao. Ajengae siye alalae. Maana ya methali hii ni kwamba yeyote anayejenga nyumba si lazima aitumie. Hupigiwa mtu kuwa asilalamike kwamba ameianzisha jambo ambalo halikumfanikisha. Aingiaye baharini huogelea Ina maana kuwa mtu anapojitosa katika shughuli fulani hana budi kulitekeleza. Hupigiwa mtu anayelalamika ugumu wa shughuli aliyojiingiza, kwamba ana jukumu la kuikamilisha. Ajizi ni nyumba ya njaa. Tabia ya kuchelewachelewa kutenda jambo humletea mtu umaskini, kwani yeye hukosa nafasi zote muhimu. Hii ni ushauri kuwa tusiwe wavivu wa kutenda mambo kwani humletea mtu umaskini kwani yeye hukosa nafasi zote muhimu. Asiyeona haoni hata akionywa. Mtu asiyekuwa tayari kuzingatia anapoonywa hata akiambiwa huwa haambiliki. Mtu kama huyo hawezi kusaidika kwa ushauri anaopewa na wenzake kwani hupendelea kujiongoza na kupuuza wenzake. Atafutaye hachoki na akichoka kesha pata. Mwenye haja hafi moyo wala hachoki katika juhudi zake za kutafuta alicho na haja nacho. Ni himizo kwa mwenye haja fulani asilegeze juhudi, bali ajipe moyo wa kuendelea hadi afanikiwe. Atanguliaye kufika huchagua pa kukaa. Ina maana kwamba mtu anayewasili mapema mahali fulani ana nafasi ya kuchagua sehemu nzuri ya kukaa. Methali hii ni himizo tuwe watu wa kufanya mambo yetu mapema ili kufanikiwa. Adui mpende. Usimchukie hasidi au adui yako. Hutumiwa kutuhimiza kuwasamehe maadui wetu wanapotukosea kwani huenda wakatubu na kuacha maovu yao. Afya ni bora kuliko mali. Ni heri kuwa na mwili wenye afya nzuri kuliko kukimbiza mali nyingi. Hutumiwa kututahadharisha kuwa tusidhamini sana mali kuliko miili zetu. Ajabu ya kondoo kucheka kioo. Ina maana kuwa ni ajabu kwa mtu kucheka hali inayomhusu. Hupigiwa mtu anayecheka jambo fulani huku tukielewa kuwa linamhusu yeye pia. Ajaye pasi hodi huondoka pasi na kuaga. Ina maana kuwa mwenye kutenda jambo bila kuwahusisha watu wengine huwa peke yake pale linapoharibika, kwani hana wa kumlaumu ila yeye mwenyewe. Hutumiwa kutufunza maana na umuhimu wa kushirikisha wengine katika mambo muhimu tunayoyafanya, hasa mambo yanayohitaji ushauri wa wengine. Amnyimaye punda adesi kamwepushia mashuzi, ina maana kuwa mtu akunyimapo kitu usilalamike, kwani huenda amekuepusha na taabu kubwa zaidi, kama vile ya kulipa deni lake. Hutumiwa kutuhimiza kwamba tusilalamike wakati ambapo hatujapata kitu tulichotaka, kwani hatujui tumeepushwa na tatizo lipi. Anayekataa wengi ni mchawi, ina maana kuwa mtu apendaye kujitenga na wenzake huwa mtu mbaya asiyependa watu. Methali hii hupigiwa watu wasiopenda kujiunga na kusaidiana na wenzao. Pani, umoja ni ni nguvu, utengano ni udhaifu. Apendapo hushona asipopenda hupasua, ina maana kuwa mtu anapopenda kitu yeye hukisifu hata kikiwa hafifu, bali anapokichukia hata kiwe kizuri aje hukisema kwa ubaya. Methali hii huambiwa watu wenye tabia ya kusifu vitu wanavyovipenda na kudharau wasivyovipenda. Apendwaye akajua haachi kujishaua. Ina maana kuwa mwenye kujua anapendwa sana hakosi kuringa. Hutumiwa kuelezea hali ambapo mtu fulani ameonyesha maringo ya kupindukia kutokana na kuamini kuwa anapendwa sana. Asante ya punda ni mateke. Methali hii ina maana kuwa baadhi ya watu ni wajinga na hawakumbuki fadhila au ukarimu wanaotendewa na wenzao. Badala ya kulipa wema kwa wema, wanalipa wema kwa ubaya. Ni kumbusho kuwa watu wabaya hawana fadhila na tusiwategemee kutulipa kwa wema tunayowatendea.